Watu wengi wanashindwa kufanikiwa, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanazungumza kupita kiasi. Kuna mambo ambayo ukiyasema, unajiua kimya kimya. Leo nitakuonyesha mambo nane ambayo ukianza kuyaweka kimya, mafanikio yako yataongezeka mara mbili. Na la sita ndilo linalowafanya watu wengi kubaki maskini bila kujua. Kabla hatujaanza, Subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya sasa, washa notification bell kwa sababu kila wiki nakuletea video za saikolojia, mafanikio na siri za akili ambazo hazifundishwi darasani, lakini ndizo zinazoamua maisha yako. Sasa hebu tuanze. Namba moja: malengo yako ya muda mrefu. Malengo yako ni kama mbegu, ukiipanda, haihitaji kila mtu aione kimea Watu wengi wakijua malengo yako, wanakuwa na nguvu ya kukupima, kukukosoa na hata kukuvunja moyo. Saikolojia inasema unapozungumza sana kuhusu kitu ambacho bado hujafanya, ubongo wako unakudanganya kwamba umekamilisha, hivyo unakosa nguvu ya kufanya. Siri onyesha matokeo, si mipango. Watu wenye mafanikio wanapenda kujificha wanapopanga na kung'aa wanapofanikiwa. Usitangaze safari tangaza ushindi. Namba mbili: kipato na hali yako ya fedha. Fedha ni kivutio cha wivu, udanganyifu na mawazo ya wengine. Ukimwambia mtu unapata kiasi fulani, ataanza kukupima kulingana na kipato hicho. Baadhi watakuonea wivu, wengine watataka kutumia, na wengine watapanga kukuharibia. Saikolojia ya kijamii inaonyesha watu wachache tu wanaweza kufurahia mafanikio ya wengine bila kujilinganisha. Ukimya kuhusu fedha ni ulinzi. Wacha pesa yako ionekane kupitia matokeo, si maneno. Namba tatu, hatua yako inayofuata. Kuna nguvu kubwa kwenye mystery. Ukiwaambia watu unachopanga kufanya kesho, wanakupima, wanakuombea vibaya, au wanakukatisha tamaa. Hata kama si kwa makusudi, nishati hasi huingia kwenye ndoto zako. Kila hatua mpya ni siri hadi iwe historia. Wanasaikolojia wanasema eneji ya wazo jipya ni dhaifu mwanzoni, ikikutana na shaka za watu inakufa. Kwa hiyo linda hatua zako kama unavyolinda siri zako. Namba nne, matatizo ya familia yako. Kuna heshima kubwa kwenye ukimya wa kifamilia. Watu wengi wanapenda kusimulia matatizo ya nyumbani kwa marafiki mitandaoni, au watu wa karibu. Lakini kila ukiongea, unaunda picha ya familia yako mbele ya watu, na mara nyingi picha hiyo haifutiki. Matatizo ya familia ni kama nguo chafu, yanapaswa kuoshwa ndani, si kuanikwa nje. Watu wachache watakusaidia kwa moyo, wengi watakutazama kwa macho ya dharau au kejeli. Heshimu familia yako kwa ukimya, ndiyo silaha ya heshima na utulivu wa ndani. Namba tano: matendo yako ya wema. Kama unafanya wema, usitangaze. Wema wa kweli unapotangazwa hupoteza nguvu yake ya kiroho. Wema wa siri una nguvu ya kuvutia neema. Kila mara unapoeleza ulivyomsaidia mtu, unachukua thawabu ya kibinadamu na kupoteza ya kiungu. Psychologically, kutangaza matendo ya wema kunaleta ego na ego huwa unyenyekevu. Acha watu waseme wewe nyamaza, ukimya wako ni ushahidi wa moyo safi. Namba 6, hofu na udhaifu wako. Hili ndilo kosa kubwa watu wengi hufanya. Unapomwambia mtu udhaifu wako, humpa silaha ya kukushambulia. Dunia haiko kama unavyofikiri, si kila mtu anayesikiliza na kutakia mema. Watu wengine wanatumia taarifa za kihisia kama zano za kudhibiti wengine, katika saikolojia ya power dynamics. Mtu mwenye taarifa zako za ndani ana nguvu juu yako. Onyesha nguvu zako, funika hofu zako. Kuwa kama bahari, utulivu juu lakini kina ndani. Namba saba, maisha yako ya kihisia, mapenzi, migogoro, hofu, ndoto zako binafsi. Hizi ndizo siri zinazojenga utu wako. Unapozianika hovyo Unaruhusu maoni ya watu kuharibu usawa wako wa kihisia. Watu watakupima, watakukejeli au watatumia hadithi zako kama vichekesho vyao. Kumbuka, si kila anayejali anataka kukusaidia, wengine wanataka kukuchambua. Ulinde moyo wako, ni chanzo cha nguvu zako zote. Namba nane, siri za watu wengine au uhusiano wako na watu wakubwa. Kosa la mwisho ni hili Kusema siri za watu wengine au uhusiano wako na watu wakubwa. Kuna watu wanaangamia kwa kuzungumza vibaya juu ya waliowasaidia. Kuna wanaopoteza heshima kwa kufichua siri walizoaminiwa. Katika dunia ya mafanikio, uaminifu ni sarafu. Ukibunja uaminifu mara moja, hutaaminika tena. Linda siri za wengine kama zako. Hiyo ndiyo njia ya kujenga jina linaloaminika. Watu wengi wanafikiri mafanikio ni kuhusu kufanya zaidi, lakini ukweli ni huu: mafanikio ni kuhusu kusema kidogo, kufanya zaidi. Kuna nguvu ya kisaikolojia nyuma ya ukimya. Ukimya unaongeza mvuto wako. Ukimya unakupa udhibiti wa fikra zako. Ukimya unakufanya huingii katika mitego ya kijamii. Watu wenye busara hawana haja ya kujieleza sana. Wanajua kwamba matokeo yao yataongea kwao. Sasa swali ni hili. Ni mambo mangapi kati ya haya manane unayavunja bila kujua? Ni muda wa kuanza safari ya ukimya wa kimkakati. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na share video hii na mtu ambaye anaongea kupita kiasi bila kujua anajiumiza. Watu wenye busara hawapigi kelele. Mafanikio yao ndiyo sauti yao. Asante kwa muda wako. Tukutane kwenye video ijayo.